Wacheni niwaambie kitu nime experience leo saa kumi na mbili na ishirini nime experience kitu saa kumi na mbili na ishirini Hawa watu wenye wanaendanga wanatolewa watoto hawasai wasikie uchungu, huyo ni mtu atangalia hivi mtoto akikufa, na hata hata mkunja hata macho, ataacha tu akufe. Kama ameangalia leo, stima imelipuka, stima imelipuka, mimi nikiwa kwa rumu, zile harakati za kupembeleza mtu. Hii halali, munaelewa watu Mnajua, hii si kitu mgeni naongelea mtu akiingia wanapiganga mayo. Wee, sasa mimi nilisikia hiyo kelele, nikasema ah, maybe kuna mwenye aku ameingia ndiye ameingia, kumbe ni stima imelipuka watu wangu. Stima imelipuka sitting room. Mimi niko bedroom. Stima sitting room imeshika mpaka TV, watu wote wako nje mimi ndio niko hapo kwa bedroom, mimi nalalisha mtoto sasa. Wakati blackout imekuja ndio nawaza simu, naanza kuangalia, ah ah, blackout ya nini? Kuangalia watu wangu, ni mimi tu na kaka mtoto kadogo, ma ma wenye nafanya na wao, ah wa Ethiopia. Sasa ile natoka tunakutana kwa mlango, ndio wananiambia haki, ndio tunakukumbuka wao, ndio wamenikumbuka au wengine, hata huyu mama akumbuki kuna mtoto wake kwa hiyo nyumba eh Tulikuwa tumetorokea ndio tumekuja mlango yenye tumetopokea, na mtoto karibu na hawa watu, wanaitangaje, wamesimama mapema, hakucharibika sana nime experience like mwarabu ananga hutu kutoka kwake mpaka kwa mtoto wake. Mwarabu ni yeye na yeye na yule mwenye anaonekana, nyinyi wengine wenye muonekani kuwa tu, yani tumetomoka tuko sawa. He, isiku sitawai sahau, sitawai umewahi chomoka kutoka kwa mlango hivi? Unaona moto, yani unaona hakuna kwenye unaweza pita, ni urudi tu kwenye umetoka, moto ikukutange ndani nikapenya nikaenda kupita, mimi kitu inanisumbua oh, mama kwa kumbuki, nilikuwa nalalisa mtoto wake isi takataka zote kumi na mbili, akuna takataka taka, pale kuna mtu <tap>